Msanii wa muziki wa bongo flava kutoka nchini Tanzania Fobi e bana, amekuwa ni mfano bora wa kuigwa kwa namna anavyoonyesha eh, kupambania mkoa wake ambao ni Ruvuma kwenye eh, mambo mbalimbali e bana. Wapo baadhi ya wasanii ambao eh, wamegoma kabisa kukubali eh, hoja ya kwamba mcheza kwao hutunzwa, lakini sio kwa msanii Fobi kwa sababu toka aanze mziki eh, amekuwa akionyesha namna ambavyo anajivunia kutoka kwenye mkoa huo ambao ni wa Ruvuma. Kwa upande wa Fobi aliweza kusema maneno haya. Kuna fursa kubwa kwenye mkoa wa Ruvuma ila umekosa e, wawekezaji. Niwaambie tu watu wa huko especially Tunduru e, Mbinga na Songea mjini wanapenda michezo na burudani mbalimbali, ila wamekosa sehemu za kwenda kutuma pesa zao, zimejaa baa tu e, so hakuna sehemu ambayo e, watu wataenda kutulia na kubadili vazi e, lililovaliwa li, e, kwenye ubongo wao. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao pengine walikuwa wanaanza kujiuliza kwamba kwa nini mshikaji kama vile e, Dar es Salaam izingatii sana kama vile wasanii wengi huwa wanaamini kabisa kutoka mikoani kuja Dar, eh, kwa ajili ya kusaka eh, maisha, lakini kwa upande wa Fobby, yeye ameamua kujikita eh, na eh, nyumbani kwao huko ambako ni Ruvuma. Na sasa hivi mpaka sasa yuko huko Ruvuma, na yeye eh, anajivunia eh, kuishi huko huko akiendeleza harakati zake za kimuziki. Tupe mtazamo wako, kwa wewe kama mda wa burudani, uko na mtazamo gani?